Ni Bugoma TV. Habari habari, meli nne hizi zinajengwa na private sector kampuni ya Zenging International Company, kampuni ya madini ambao wanafanya shughuli za uchimbaji hasa huko DRC. Meli hizi kila moja ina uwezo wa kubeba tani elfu mbili. Meli ya kwanza imesha hii hapa, ambao leo itaingizwa majini, imefikia asilimia 90. Asilimia kumi zobaki ni za kwenda kufanya kule kuangalia mambo madogo madogo ikiwa majini. Meli ya pili imefikia asilimia themanini na tano na meli ya tatu imefikia asilimia sabini na tano, na meli ya nne imefikia asilimia thelathini na tano. Kwa kweli hii ni rekodi kwa sababu meli hizi zimeanzwa kujengwa mwezi Aprili mwaka huu. Haijawahi kutokea hapa nchini kwetu meli kuweza kujengwa kwa kipindi kifupi kama hichi. Meli hizi kama nilivyosema, kila meli itakuwa inachukua tani elfu mbili na zitakuwa zinachukua mzigo kutoka bandari ya Kalemi kwenda bandari ya Kigoma au kuja bandari ya hapa Karema, na vile vile itachukua mzigo kutoka hapa kupeleka bandari za DRC, bandari za Zambia na bandari za Burundi. Kwa kweli ujenzi wa meli hii ita italeta chatu sana kwa maendeleo ya mkoa wa Katavi pamoja na mkoa wa Kigoma na maeneo yote ya Tanzania. Meli hizi nne kwa wakati mmoja zinaweza kusafirisha mzigo ambao unaweza kusafirishwa kwa takriban matraki au malori mia mbili na sabini. Zikiingia hapa bandarini, tunahitaji malori mia mbili sabini kuteremsha mzigo huu kutoka hapa kupeleka Dar es Salaam. Kwa hivyo utaona kiasi gani cha Watanzania wanaoweza kupata ajira malori haya mia mbili sabini, sema malori 300 kwa ufupi unahitaji kama watu si chini ya mia sita, mia saba kutoa hapa mpaka kupeleka Dar es Salaam na ukitoa hapa wafanyakazi bandarini. Leo hii tuna wafanyakazi kazi mia mbili. Tunaamini itapoanza kufanya kazi meli hizi, tutakuwa na wafanyakazi zaidi ya kama mia sita mia saba. Unaona jinsi gani ambavyo uchumi wa mkoa huu wa Kigoma, uchumi wa mkoa wa Katavi, uchumi wa mikoa mingine yote haya utaweza kubadilika kwa ujio wa meli hii. Tunaamini kuanza kuingia meli hizi nne kutabadilisha na meli nyingi zitaanza kufanya kazi katika bandari zetu hizi za Ziwa Tanganyika. Miaka miwili iliyopita ilikuwa hakuna meli. Ilikuwa changamoto kubwa sana kwenye meli katika maeneo haya. Tumejenga hii bandari muda mrefu, lakini ilikuwa hakuna meli. Kwa muda wote toka tumemaliza kujenga mwaka 2022 mpaka leo zimeingia meli saba. Sasa meli hivi zitazoma zitakapomalizika, kila wiki kutaingia si chini ya meli tripu, pengine meli tripu nne, tripu nane za meli. Hili ni jambo kubwa, ni jambo la kushukuru na ni jambo la kumpongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maono makubwa. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba litaongeza shughuli za kiuchumi katika mnyororo mzima wa usafirishaji toka DRC uh, kwenye manono mpaka Kalemi kwenye maji kuja Kigoma na Karema, lakini pia kwa reli na barabara kutoka hapa kwenda Dar es Salaam na Tanga. Hizi zote zitapelekea kuwepo kwa ajira na kuwepo na shughuli nyingi sana za kibiashara na zote zitachagizwa na hiki kinachofanyika leo hii. Kwa hiyo huu ni uwekezaji nasema ni uwekezaji ambao, uh, una, una, una manufaa kwa wengi wanaohusika katika mnyororo mzima wa usafirishaji. Lakini jingine Mheshimiwa Waziri, kama ulivyoeleza kwamba pia ni inatupelekea kuona umuhimu wa ushirikishaji wa sekta binafsi. Kumekuwa na, na, na maoni tofauti kuhusu kushirikisha sekta binafsi lakini tunasema kwamba kinapofanyika kitu kama hiki peke yetu, hatujawahi hatu, kufanya kutengeneza meli nne, lakini baada ya majadiliano na ni ya muda mfupi tu, na serikali ikatupa, ikatupa ruhusa zote kama unavyofahamu, na imepelekea kuwa na, na sekta binafsi ambayo uh, inaleta matokeo ambayo yanaenda kuimarisha uchumi wa mtu mmoja mmoja na uchumi wa nchi yetu kwa ujumla. Lakini jingine Mheshimiwa Waziri kama ulivyoeleza kwamba pia ni inatupelekea kuona umuhimu wa ushirikishaji wa sekta binafsi kumekuwa na, na na maoni tofauti kuhusu kushirikisha sekta binafsi, lakini tunasema kwamba kinapofanyika kitu kama hiki pekee yetu hatujawahi hatu, hatu, kufanya kutengeneza meli nne, lakini baada ya majadiliano na ni ya muda mfupi tu, na serikali ikatupa, ikatupa ruhusa zote kama unavyofahamu na imepelekea kuwa na, na sekta binafsi ambayo uh, inaleta matokeo ambayo yanaenda kuimarisha uchumi wa mtu mmoja mmoja na uchumi wa nchi yetu kwa ujumla. Lakini sasa hivi tumesema ili kuhakikisha kwamba watu wazidi kutuelewa katika swala la uwekezaji, kwa nguvu kubwa sana tunaanza kuwashirikisha wawekezaji wa ndani katika shughuli hizi za kibandari. Fursa ni nyingi, lakini uh, uh, rasilimali za kuweza kuzifungua hizo fursa ni chache, ndio sababu tulianza na nje, lakini sasa hivi tunaruhusu vilevile vile na wawekezaji wa ndani ya nchi wale tuseme ni Watanzania na sasa, tumesema kwa upande wa bandari ya Bagamoyo, ambayo ndio itakuwa bandari kubwa kabisa, bandari ambayo itabadilisha kabisa, italeta mapinduzi katika biashara ya bandari, tunaishiri tunaanza kwa kuishirikisha uh, sekta binafsi ya ndani, lakini bado kuna nafasi ya kushirikisha sekta binafsi ya nje na ya ndani. Kwa hapa tunategemea kwamba ita ongeza ajira sana mkua, katika bandari hii ya Katavi, lakini katika eneo lote hili la mkoa wa Katavi. Uh, na vile vile litachagiza kukamilika haraka kwa reli na barabara ambayo inatoka Mpanda kuja mpaka katika bandari hii ya Karema. Maana yake ni kwamba shughuli nyingi za kiuchumi zitaanza kufanyika kuzunguka eneo ene, ene hili. Kwa Mheshimiwa waziri chukua tena fursa hii kwanza kukupongeza, lakini pia kukukaribisha kwa sababu unajua hili tulilianza wote katika uh, awamu ya kwanza serika, uh, katika uh, kipindi cha kwanza cha serikali ya awamu ya sita, lakini sasa tunaanza kulikamilisha Mheshimiwa Waziri e, katika eneo hili e, Karema ni moja ya bandari t ambayo sio katika ukanda huu wa bandari za ziwa Tanganyika, na kama unavyojua ziwa Tanganyika ni, ni eneo muhimu sana kwa mstakabadi mzima wa kibiashara katika ukanda huu kwa linapakanisha nchi nne za Tanzania Zambia DRC Congo na Burundi Mheshimiwa Waziri kaa ulivyoona wakati tutakuja njia yetu e, kwa bahati mbaya bandari hii imekuwa na changamoto ya ufikwaji kwa ajili ya kufanya biashara na katika hali hiyo mpaka sasa tunavyoongea ni kwamba tayari tumebahatika kuwa na ukandarasi katika barabara ambayo anashughulikia kwa mkataba ambao ni wa miaka miwili kwa kuona hali hiyo e, TPA ikaona kwamba itumie fursa nyingine zaidi ya kutumia eneo hili kwa ajili ya kujilizia pesa na TPA ikaingia mkataba wa ujenzi wa meli nne na kampuni ya Kichina ijulikanayo Board Voyage Logistics. Mheshimiwa Waziri, kampuni hii ya Board Voyage Logistics ni kampuni tanzu ya kampuni kubwa ya madini duniani ya Kichina ijulikanayo kama Zijin Mining Corporation. Ya, mkataba huu ambao umeingiwa kwa manufaa ya serikali na usalama zaidi katabu wa miaka miwili ambao eh, TPA au serikali kwa ujumla itakusanya jumla ya bilioni 2.8 kwa, kwa, kwa, kwa kipindi hicho. Kwa hiyo ni matarajio yetu kwamba eh, wakati barabara hii na, inajengwa basi mkataba huu utakuwa unanufaisha serikali kwa sababu utakuwa unaendelea kuingiza pesa hiyo. Eh, tunaona kwamba Mheshimiwa Waziri katika eneo hili TPA imeendelea kupata faida zaidi kwa sababu ibada inaendelea kuhudumia meli na vilevile bado ina mkataba wa kuweza kujenga meli ambazo zatuka katika ziwa hili la Tanganyika. Mheshimiwa Waziri, mpaka hapa tunapoongea ni kwamba tayari meli moja imeshakamilika kwa asilimia 90 na iko tayari kwa majaribio. Meli ya pili ambayo tunajua pia imejengwa iko iko kwa asilimia 72 na meli ya tatu imejengwa kwa asilimia sabini na meli ya nne iko kwa asilimia 35. Tunakuwa meli zote zote nne zatakuwa kwa wakati mmoja na zinaenda mazuri. Yo, eh, tuwala kwamba Mheshimiwa Waziri, katika eneo hili, TPA imeendelea kupata faida zaidi kwa sababu ibada inaendelea kuhudumia meli na vivee bado ina mkataba wa kuweza kujenga meli ambazo zinatumika katika ziwa hili la Tanganyika. Mheshimiwa Waziri, mpaka hapa tunapoongea ni kwamba tayari meli moja imeshakamilika kwa asilimia 90 na iko tayari kwa majaribio. Meli ya pili ambayo tunajua pia imejengwa iko kwa asilimia 82 na meli ya tatu imejengwa kwa asilimia 70 na meli nne iko asilimia 35. Meli zote nne nn wakati mmoja na zina miundo mazuri. Ni matarajio yetu kwamba meli hizi zikamilika, mheshimiwa waziri, zitanufaisha sana eneo hili la ukanda wa Ziwa Tanganyika kwa sababu zitakuwa zitatoa madini kutoka Manono kwenda Dar es Salaam kwenda da au kwenda nje, lakini zitapitia bandari ya Kigoma na, na Karema na vilevile kupeleka Dar es Salaam kwa ziara kwa ajili ya kusafirishwa nje ni manufaa makubwa sana katika eneo hili kwa ajili ya, ya, ya, ya, ya mradi huu mkubwa wa ujenzi wa hizi meli nne ambao unaendelea vizuri kabisa mpaka sasa hivi. Sababu e, mwanzo changamoto zilikuwa ni vijana walikuwa wanapewa ajira kwa usumbufu sana, ni kwa kuangaliana nini unajua? kuna ajira za kupeana kwa mtu na mtu e, lakini sahizi tunategemea kwamba meli zikamilika, kutakuwa na fursa nyingi sana katika nini, katika meli yani. E, maana anajua fursa ya kwanza itakuwa kwa, kwa wazao wa kwanza, kwamba inabidi wazao wapewe kipaumbele kwanza kwamba watu wa hichi kijiji wao wa kwanza katika nini kufanya kazi katika hizo meli. Kwa hiyo tunategemea serikali atatupa support kwani wazawa wa hichi kijiji chetu. Usafiri tunaotumia sasa hizi ni wa maboti. Unatusababishia ajali nyingi, mizigo yetu inapotea. Lakini kwa meli hizi tutapata fursa ya kufanya biashara vizuri na kwa uhakika. Kwa hiyo tunapenda hizi kazi ziende kwa haraka sababu tunakoelekea ni msimu tunaendelea kilimo. Tunapovuna meli ziwe tayari kwa ajili ya kusafirisha mizigo yetu kwenda nchi za jirani. Ndio maana ndio sehemu kubwa tunakopeleka mizigo yetu. Kwa hiyo kwetu ni fursa kubwa.